Ndugu wananchi wa wilaya ya Bunda, e, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakwenda kufanya jambo kubwa tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumatano ambapo wananchi wote wenye sifa ya kupiga kura watakwenda katika vituo vya kupigia kura vilivyopo katika, vili katika wilaya yetu ya Bunda. Na wilaya yetu ya Bunda ina majimbo matatu: jimbo la Mwibara, jimbo la Bunda mjini na jimbo la Bunda. Naomba nitoe rai kwenu wananchi wa Bunda wenye sifa ya kupiga kura mjitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura katika vituo vya kupigia kura katika majimbo yote matatu katika wilaya yetu ya Bunda. Mimi kama mkuu wa wilaya ninawahakikishia wananchi wote katika wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla kwamba hali ya kiusalama ni nzuri, wananchi wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imeandaa utaratibu mzuri ambapo hakuna mwananchi yoyote atakayedhurika siku ya kupiga kura. Ulinzi wa wananchi na mali zao serikali imeufanya na uko zaidi ya asilimia mia moja. Kwa hiyo ninawathibitishia wananchi wa wilaya ya Bunda wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura bila kujali kwamba kutakuwa na taharuki yoyote itakayotokea siku ya kupiga kura. Serikali imejipanga, imejiandaa. Hakuna jambo lolote linalohusiana na usalama wa wananchi litakalojitokeza. Kwa wale wananchi ambao wana sifa ya kupiga kura, wazee watu wenye mahitaji maalum, walemavu, akina mama waja wazito, serikali imejipanga kuhakikisha kwamba wataweza kusafirishwa kutoka nyumbani kwao na kupelekwa kwenye vituo na kupiga kura na kurudishwa majumbani na kwa mujibu wa utaratibu wa kanuni na mwongozo wa Tume Huru ya Uchaguzi, wazee, watu wenye mahitaji maalum na akina mama waja wazito, wakifika kwenye vituo vya kupigia kura na wakiona majina yao, wataingia moja kwa moja kwenye chumba cha kupigia kura bila kupiga foleni na kupiga kura na kurudi majumbani. Kwa hiyo ninawataka watendaji wa serikali wote walioko kwenye ngazi mbalimbali kuhakikisha wananchi wenye mahitaji maalumu niliyowataja: wazee, watu wenye ulemavu, akina mama wajawazito wanasaidiwa ipasavyo kupelekwa katika vituo vya kupigia kura. Wito wangu kwa wananchi, baada ya kupiga kura, wakimaliza wanatakiwa kurejea nyumbani wakisubiri matokeo ya kura. Kampeni zilianza tangu tarehe ishirini na nane mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Vyama vya siasa vilivyokuwa na wagombea viliendelea kufanya mikutano ya kampeni kuuza sera na kujinadi kwa wananchi. Mpaka ninapoongea hakuna jambo lolote lililotokea la uvunjifu wa amani katika mikutano ya kampeni. Hata wagombea wote wako salama na utulivu umetamalaki na wote wamejiandaa kwa ajili ya upigaji wa kura siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano Kwa hiyo ni watake wagombea wote kwamba hali ya utulivu katika wilaya yetu ni nzuri, wasiwe na wasiwasi. Uchaguzi utafanyika kwa haki na kwa uhuru, na wajipange kuhakikisha kipindi hiki kilichosalia wanatoa hamasa kubwa na elimu kubwa kwa wapiga kura kujitokeza kwa wingi kwenda kwenye vituo vya kupigia kura ili kutimiza haki yao ya msingi ya kikatiba ya kupiga kura.